Katika episodi ya kwanza tutaangalia maswali yaliyoulizwa na mdau, ambapo katika episodi ya pili tutakuja kuangalia mfululizo wa majibu ambayo inaweza kumwezesha kuelewa kile alichokuwa nakiuliza. Karibu. Mm, swali langu la kwanza, swali langu la kwanza, la kwanza nilikuwa nataka mwalimu utufafanulie na utupe mwanga wa kuweza kutambua mimi ni moja ambayo mtu nimepitia pit, nimepitia kwenye vitabu vyako na peji pia. Lakini kama ulivyosema tu kwamba unaweza ukawa unasoma kitabu lakini kuna baadhi ya vitu vingine utahitaji kupata majibu. So ukiwa unafikiria sana utapata majibu lakini utachelewa. Kwa vile mwalimu yupo basi tumepewa fursa ya kuhoji na kuuliza maswali na mwalimu amesema atajibu. Sasa mimi nilikuwa na swali langu moja ambalo linaweza likanisaidia mimi na wengine pia, inawezekana. Jambo la kwanza nikuwa nauliza, kwa nini kwanza watu wengi wanatamani mafanikio lakini hawafanikiwi? Wanatamani kufanya vitu vikubwa lakini hawafiki ile tamaa yao. Wengi wanaanzisha vitu, mfano wanaanzisha biashara, wanaanzisha mradi, lakini hawafiki pale ambapo walikuwa wanataka na mategemeo yao hayafiki pale. Nimeona mimi shahidi biashara nyingi za Watanzania, japo sio wote, lakini wachache ambao mimi nimejaribu kufanya tafiti zangu, naona biashara nyingi kudumu miaka mitano ni kazi. Kimtafuta mtu amefungua biashara leo, kimtafuta ndani ya miaka mitano hata ule ukuaji wake unaona ni mdogo sana. Shida iko wapi? Nini kinapelekea watu kutokufikia tamaa zao au zile ndoto zao zile. Ilo swali langu la kwanza nilikuwa naomba unisaidie mwalimu, asante. Swali langu la pili najua kuna watu wengi sana wanafundisha hizi habari za kiroho wanafundisha watu kujitambua, na wengi sana nafikiri, nikiwemo hata mimi mwenyewe, nilijifunza mambo ya kujitambua na wapo ambao unakuta mtu anakufundisha bwana ajitambue, Mwafrika ulitoka wapi, ulikuwa nani? Lakini hivyo vyote wengi nafikiri wamevipata, lakini sioni kama vinawasaidia, vinabaki tu kutambua, na wengine vinawajazia chuki. Unaweza kumchukia mzungu kwa sababu jinsi ambavyo umelishwa matilio ya kututesa, wametutesa sana, wametufanya hivyo, wamefanya hivi na vile. Lakini jambo ambalo mimi mwenyewe mime, nilikuwa nimejifunza, nilikuwa hivyo, lakini nafikiria sasa inasaidia nini hivi vitu wakweli? Tunavi, ni sawa kweli, tunavijua ni muhimu, lakini mi nawezaje kujinasua sasa? Nawezaje kujimiliki mi mwenyewe kama mi mwenyewe na, na, na bahati nzuri kama hivi nimekutana na mwalimu ambaye yeye ana uwezo tu mzuri wa kutufafanulia. Kwa jinsi ambavyo nilivyosoma kwenye baadhi ya vitabu vyake, nimeona kuna vitu vingi vipya tofauti na watu wengine wanavyofundisha, nimeona na mimi niulize swali langu hili, mtu anawezaje kujimiliki yeye kama yeye hmm. Anawezaje kuhu, yani kuj, kuj, kujinasua kwenye mambo ambayo yapo kwake kwa muda mrefu. Najua kwamba kwa akili za kawaida, watu wengi wanatamani hata tabia kubadilisha, mtu anatamani kubadilisha tabia, lakini anashindwa anatamani kubadilisha hali yake fulani badi, hivi uh, abadilike awe na hali nyingine tofauti na ile, hata kama amepewa mafunzo fulani, najikuta anajaribu anashindwa. Nini kinapelekea mtu kushindwa kubadilisha tabia au kutoa mawazo ya zamani kuingiza mawazo mapya? Asante, nilikuwa naomba na hilo pia unijibu na... mm, swali langu jingine, swali langu la tatu nafikiri itakuwa la mwisho e, na maswali mengi sana tam naimani mwalimu atanisaidia mengi na mengi sana, lakini kwa leo naomba tu niulize haya matatu. Lakini pia na wengine kama wapo pia, jamani, tuulize maswali ili tupate faida, maana tunapouliza swali kama humu, na imani tutapojibiwa faida tunapata wote. Swali so langu la tatu ni kwamba kwa nini kunakuwa na ukomo wa mawazo? unajua mtu anapokuambia tu bwana, anatakiwa utumie akili mtumie, jaribu kuchakata mawazo, lakini mtu anawaza yani, naweza ukakaa mi mwenyewe shanikuta, japo sasa hivi kidogo naona kama nimeanza kuwaza vizuri <tari> mwanzo <microbisa>. nilikuwa <tari> nawaza kunawaza, lakini kuwaza ukaona kabisa matokeo, unakuta ni ngumu yaani hata leo tu mimi nikijaribu kumuuliza mtu hem, jaribu kuwaza kwanza, mpaka ufike mbali kabisa. Wengi unakuta wanawaza tu jambo, wanawaza maisha, lakini wanaona yani, hawaoni mwelekeo, hawaoni mwanga, yani hawezi kuona chochote kwa kifupi. Sio kwamba anaona maisha yake ni duni mbele, au anaona maisha yake ni mazuri mbele, au anaona maisha yake ni hivi na hivi, hakuna anachoona kwa kifupi. Hii ni watu, kwa nini watu wanakuwa hawana maono ya kuweza kuona mbele. Kwa mfano, mtu unaweza kumuuliza bwana, baada ya miaka kumi utajiona hapi eh? Kuna mtu mwingine anakuambia, mi baada ya miaka kumi bwana, naamini nitakuwa na hiki na hiki na hiki na hiki na nitakuwa katika level hii. Wapo watu wa design hiyo, tunasikia. Lakini hii inatokana na nini na inakuwaje mpaka mtu unakuwa na ukomo wa mawazo, ukomo ambao hauna matokeo? Nasababishwa na nini? Nilikuwa naomba saidia kwenye hilo mwalimu. Asante sana, mimi nashukuru sana. Maswali yangu ni matatu, japo nina mengi kama nilivyosema, lakini pia kwa leo nilikuwa naomba niulize haya matatu, lakini pia nashukuru sana kuwepo kwenye grupu, kwa maana naamini kuna watu tofauti tofauti, tutashirikiana na imani wote tutafika hatua za juu zaidi, kama anavyosema mwalimu, wote tutapaa. Kwa hiyo kama tumepata mwongozaji basi, mimi nashukuru sana lakini pia nikutakieni usikilizaji mwema. Asanteni sana, shukrani.